Aina ya ndoto tatu, ambazo ndoto hizi ukiziota katika maisha yako katika usiku wako, basi ni ndoto zenye ishara mbaya ya kwenda kuadhibika katika mambo yako. Ama baada ya kumshukuru Allah na kumtakia nyingi ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mpenzi mtazamaji, awali ya yote tunamshukuru Allah kutujalia siku ya leo, pia kuweza kukutana tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu mbalimbali, vipindi ambavyo vinatupa faida za mambo ya kiroho na mambo ya kimwili mambo ambayo pengine kuna muda yanatuacha katika hali iliyokuwa bora. Lengo ni kuendelea kukupa elimu ambayo inaweza ikakufanya kwa wewe ni mtu bora katika maisha yako, na kabla sijaendelea kuzungumza ama kwenda katika mada yangu usika ya leo, ambayo tutaenda kuangalia aina ya ndoto tatu ambazo ndoto hizi ukiziota katika maisha yako katika usiku wako, basi ni ndoto zenye ishara mbaya ya kwenda kuathirika katika mambo yako ndoto za aina tatu ambazo ukiziota unaenda kuleta ishara ya kuathirika katika maisha yako, lakini kabla hatujaenda kuangalia aina ya ndoto hizo, la kwanza na kuomba usiache kusubscribe itahidi kusubscribe channel, channel yetu, lakini pia kuendelea kulike, kucomment na pia kushare ili darasa ziweze kufika kwa watu mbalimbali. Leo tutaenda kuangalia kama nilivyotanguliza kusema, kuangalia aina ya ndoto tatu ambazo ndoto hizi zina ishara ambayo itaenda kukuonyesha kuathirika katika maisha yako endapo utaota ndoto hizi. Kwa nini tunazungumzia sana ndoto katika maisha ya mwanadamu anapoziota? Kwa sababu maisha ya mwanadamu katika ubora wa mambo yake yote ya kidunia umefungwa katika mambo ya kiroho. Ulimwengu wa kiroho tunazungumzia, ni ulimwengu usioonekana kwa macho ya kawaida, ni ulimwengu unaotawaliwa na viumbe wingi ambao viumbe hao wengine hatuwezi kuwashuhudia kwa, kwa macho yetu, na ndio ulimwengu ambao unakupa tafsiri ya yale mambo yaliyopita, yaliyopo na yale yanayokuja, kwa kupata taarifa kupitia usingizi wako ama kupitia ndoto zako, na ndio ulimwengu ambao mitume na manabii wote waliweza kupata wahi na wengine kupata maelezo ya mambo kupitia mifumo ya usingizi wao ama njozi zao, wameweza kuota mambo mbalimbali yaliyowapa tafsiri njema. Na kuna watu ambao wanaota matukio huwa yanatokea, wako watu ambao wanapata historia ya matukio yaliyotokea, na wapo ambao wanaota yale yanayotokea sasa. Maana yake ni nini? Kila mmoja anatakiwa kuzingatia aina ya ndoto anazoziota. Sasa mimi pengine, unawezekana wewe unaota ndoto nyingi sana lakini nataka nikupa ishara ya ndoto tatu. Ndoto hizi la ukama ukiziota, basi tambua ni ndoto ambazo zinakupa ishara ya kuja kuwa mtu ambaye utakayeathirika katika maisha yako. Ni ndoto ambazo ni mbaya, ndoto ambazo sio vyema, ukaomba Mungu kaziota kwa sababu ni ndoto ambazo zinakuja, lakini huwa zinabeba tafsiri mbaya ya kuja kuathirika katika mwili wako. Ndoto ya kwanza ni ndoto ya kuota ukiwa meno yako yanatoka una meno mazima, lakini usiku umelala unaota meno yako yanatoka ama yanang'oka, yanaanguka either chini ama ukayafunda katika kinywa chako. Ishara ya ndoto ya kuota meno yanaanguka ama kutoka ni ishara mbaya ya kuonyesha kupoteza uwezo na ubora katika maisha yako. Yaani, ukiona unaota ndoto ya kuangusha meno yako ni ishara ya kupoteza ubora na kueleweka kwako katika jamii yako. Mara nyingi ndoto hii mtu akiota, ni ndoto ambazo zinampelekea mtu huyu anakuwa ana ishara ya kupoteza uelewa wake, kukubalika kwake, kuthaminika kwake katika jamii yeyote. Anayeota ndoto hizi mara nyingi ni watu ambao mbeleni wanakuja kupata athari ya kutokusikilizwa mbele za watu. Anaweza akaongea kauli ya kuweza kwamba ni kauli ya, ya mamlisho lakini watu wasielewe. Yani, unaweza kumwambia mtu sitaki hiki, na mtu asikuelewe. Unaweza kumwambia mtu acha hiki, lakini anaweza asikuelewe. Yaani, ile kauli ya kusema na kusikilizwa na mtu akatenda Kauli hiyo inaondoka, manake ile nguvu yako ya kushika mambo ni nguvu ambayo inayopotezwa kwa ishara ya kuota ndoto. Unaangusha meno yako, tunasema ni ishara kwenda kuharibika kipawa chako cha kusikilizwa, kusimamia mambo, kutekeleza mambo, ni nguvu hiyo inaenda kuondoka. Lakini ndoto ya pili ambayo pia ni miongoni katika ndoto tatu zenye maana mbaya, ndoto ya kuota ulimi wako umekatika Ndoto ya kuona ulimi wako unakatika, aidha umekatika kipande ama umekatika kiasi, sawa. Hii ndoto ya kuota ulimi wako unakatika ni ndoto mbaya pia katika mwili wako. Kwa nini? Ni ndoto ambayo imebeba ishara ya mtu kuto kusikilizwa na watu katika kauli yake, yani wewe hautasikilizwa kauli yako mbele za watu.